Ndugu watazamaji wangu wa Kanji TV, Kanji TV, leo tuko hapa e, nawapenda sana ma followers ambao mnatufollow mnatufollow mnatufollow hapo. So guys, ninashukuru sana kwa kazi ambayo mnafanya, mm -hmm, kwa wakati huu wa, wale mafans ambao mnatufollow pale kwa Kanji TV tuko karibu kuwaletea vitu mob, vitu mzuri mzuri mzuri mzuri. So guys, mukulonda murio tunafurahia kwa sababu tunawaletea vitu mingi e, tunawaletea matangazo, tunawaletea matanga e, funeral services kwa yule mtu ambaye ako na kazi e, unatuitia kwa kazi, tunaenda tunafanya shooting live stream pale kwa Kanji TV, tunaenda live live live. Kama uko na event iwe harusi iwe sherehe sherehe aina yoyote, tunaenda live, tunakuja tunakuletea pale. Then kitu ya pili tunaweza, kuwa uko na matanga ile matanga ambayo mwenyewe unaweza tuita, tufanye live stream, then tukishafanya live stream Kanji TV watu wana watch wakiwa mbali kwa wakati ambao unafaa, unasikia. So kwa yule mfans ambaye tuko na yeye pale, mara ya kwanza tunawaleteanga vipindi, tuwa tunakuwa na ma actors. Hivi karibuni tutakuwa tunakaribisha wale mafans Unakuja studio tunapika story live, kila mtu ana watch. Unaona, kama uko na sherehe unatuitia pale, tunakupea namba yetu ya simu ni 0705 174567. Hata kama ni wapi unatupikia, tunafanya booking. Ukishafanya booking, tunakuja tunakufanyia live stream ndani ya Kanji TV. Then kama uko pahali ambapo unajua kwamba hapa nahitaji kuwa live ama nichukuliwe video na Kanji TV pia tuko available kwa namba yetu tu ya simu ile ya 0705174567. Pia tunakuanga na comedians hapa. Tuko leo, tuko na ka interview pale, live. Tuko na comedy, tu, uh, atuambie. Watu wao wanamfollow pale kwa Facebook sana, msanii wetu anapenda ku entertain watu, anapenda ku entertain so, tuko naye pale ndani ya studio ya Kanji TV leo, so tunataka atuambie yeye huwa anafanya nini. So before that, wacha tucheze kama wale wa kawaida. Sante sana, twende kazi. So karibu ndani, karibu ndani. Ok, wewe tu karibu, karibu, karibu. Utatukitambulisha, utatuambia wee ni nani, kwa sababu tumekaa hapa nje. Songa hivi kwa studio onekane vizuri. Thanks fans of YouTube kwa kusubscribe hii channel yetu ya Kanji TV. Amegal Comedy, yeah. Ambaye ni Mrs Kanji, lakini kwa majina naitwa natambulika kama Getrudi Ngato, yeah na hii e komedi zetu tunazifanya ili, yani we have those who take it for fun. Kuna wale ambao wanaichukulia like serious, yani ile vitu ina happening kwa nyumba, unaona, kuna mama yani, some ladies. Unapata wanachukulia wanaume wao vibaya sana, mm. Yeah. Kama amekuja na kitu kama kamaziwa hivyo. Namwambia tu maziwa peke yake ah, ila haijatosha oh, mm. Ingefaa ukuja na nini na nini na nini. Those are things, vitu ambazo tumekuwa tukiziona au nikiziona, that is why I decided to act like that, yeah. Yes, because we have those who say that uh, tuna act foolish things, but they are things ya kufunza watu na kuwaambia maneno mzuri mzuri Mm. Ya, yeah. So tuko na watu wengi wao wanajiuliza, uliamua nini ndio ukakuwa actor like ukaanza kukuwa actor ukaanza kukuwa mtu wa kufanya vitu kama entertainment, like an entertainment. Mm. Mm. Yaani kitu ilikuja tu kwa akili yeah. Then saa unajua sikuwa nimepata mtu wa kunishawishi tufanye, yeah. yeah. So I, wewe ukafika mahali, yaani wakati tulikutana ukanshawishi we can act like that yeah. And even when the time I saw you acting kwa TikTok, I saw you, nikaamua let me follow you so that even mine, hata mi nijue kuact pia, yani to make people yani wafurahie. mm. Yeah. So watu wengi saa tunaweza jitambulisha kwa mara ya kwanza, kwa sababu mtu ambaye anakuwa na mara ya kwanza eh acting most, huwa tuweki pale ama tunaweka kwa short tu, hii iko na nini tatu iko na video, huwa tunaweka pale kwa matanga. Ile tunaenda live stream, tunaenda pale kwa video zetu, unaona live streaming, hizo ni za matanga. Shorts huwa tunaweka video za comedy huyo uh, uh, uh, aki act. pia unatufuata pale kwa Facebook Kanji TV, huwa zinafanya vizuri pale kwa Kanji TV. Eh, video zetu Kanji TV, pia TikTok ni Kanji TV. So, eh, kwa yule mtu ambaye amekuona Facebook mara ya kwanza eh, ukiwa live, ni wengi ambao wametamani kukuona live kwa studio, ama ajulikane kwa watu, wewe una feel aache ile kitu ambayo tunafanya tukiwa na wewe personally, no on my side because even hata we met we be wife and husband. Yani nilipenda tu juu you were acting and even I I was trying to act, nilikuwa najaribu kuacti pia mimi nikuekwa famous but nilikuwa naona haiendi because I don't have more people, no more people follower, following Mm. I was just following more people, but people, they were not following me. Na mimi nilikuwa napenda yani, kufollow yeah. Wale watu they act they are famous mm. actors. Yaani walikuwa mm. famous kama vile kuna Miss Elle, mm. kuna Keke Smile and so more mm. Yeah. So ni kipi ambacho kinafanya uwe na feelings za kuact like ukikaa kidogo, ufanye comedy kidogo, ufanye comedy, ni nini na ku attract so that una feel kufanya comedy? You could feel kufanya comedy it's like this. Yani doing that comedy inanifanya na kuwa at least free. mm. Yani najisikia to... yani najisikia tu, yani sijui ni kwa nini but I feel happy na feel niko sawa. Mm. Yeah. So wengi wao huwa uh, wana comment, uh, negative, uh, comments. How will you take it? Ama huwa unazichukulia cha hizo comment, negative comments. Huh? Those who are for the first time, I can say like this. Ju, first time wakati wote ulikuwa umeanza kujibu negative, that is the time nilikuwa nafika mali na give up. Then unanipa moyo, unaniambia if you see negative comments, usia appreciate we assume na uendelee kufanya shughuli yako penye inafaa. hmm. So those are some things that itafanya pia mimi. Yani hiyo, wakati nilikuwa shy like yani, ukitaka kufanya hiyo content maybe, ukitaka ku act unakuwa tu shy yeah. hmm. So hapa hapa kama sahi kama saa hii upepenyi umefika, how will you, sasa unaendaje? Yaani, huwa una feel aje kwa saa hii sasa, wakati huu, kwa sababu saa hii sasa ndio content imeshika kwa akili. Eh, huwa una feel aje sasa, tuki act, wachana mwanzo. Sasa, okay. tuki act, I feel free. mm. Because that you could feel free. Imagine pakupate madhaka anakupigia simu, anakuambia the way unaharibika. mm. And it's not like that. Yeah. Hmm? You know more people, such people yani watu wengi like uko home kwetu watu walikuwa wanajua, au watu wanajua mimi ni mpole, huwa siongei na sina mambo mengi hmm. But kuna ile mtu akichokoza unakuwa fire <laughs> yeah. Yes. So, S I feel free. Yeah. fr hmm. So, you know, uh, before tuendelee mm -hmm. unaweza waelezea we unapatikana wapi na mtu akitaka kupata kama huku nyumbani, wewe huwa unakuwa wapi? Labda ameona video zako na amefurahia, labda anasema sasa, wacha niende ku meet na huyu comedian, tuonane sasa face to face. Oh, ni mtu akitaka kuniona, niko tu hapa on Kanji TV yeah. Hapa tuko Kanji TV, hapo penye mnaniona tu niko hapo. If you want to find me, there is a number there 0705174567. Yeah. Una call hiyo kisha unatupata na unanipata mimi if you want to see me yeah. Or if you want to see us yes. Sasa tukiendelea hivyo, wewe huwa unakiona unaenda wapi? Ama huwa unakiona unaendekea wapi wewe, unaona acting ikikupeleka wapi? Oh, in my memories, yeah. Acting, acting yangu hainipeleki pabaya yeah. because niseme hivyo, my acting, even when I was young nilikuwa mtu chili, yani mtu amenyamaza, sikuwa napenda kuongea nini, mm -mm. Nilikuwa nanyamaza, but ikifika wakati wa vituko <laughs> I act mpaka watu wanajiuliza huyu naye ni nani, so mm -hmm. Mi naona hiyo acting inanipeleka mahali pakubwa, yani mahali penye hata nikiona hata maisha yangu penye itaelekea patakuwa yeah. mahali Pazuri zaidi. Yeah. Mm. So eh, eh, tukielekea kabisa, tukienda. So guys, guys, guys, uh, at the comment section uta comment vile unataka, vile una watch, umeshaingia Facebook, umeona video zetu ama pale kwa TikTok umeona video zetu. Pia ukishacomment pale, una comment pale chini uko ile interview, unasema pale pia make sure umefollow ama umesubscribe. Pia so sat, hata sisi tuwe na watu wengi hata tukiwe ni nini, inafanya hii channel yetu iende mbele. Even so sisi hatuna ati wao, mpaka tuko na watu wengi. Wao wanatuuliza kwa nini nyinyi mnashika simu sisi si, kama wale watu wakubwa, ati wanasema aezishika simu. Kwa sababu tunawahitaji pia, na sisi tunawahitaji nyinyi pia, so mkipika simu tukawa available Eh, mkiwa na kitu ambayo mta kusema tuko free. Unaweza text WhatsApp naenda Facebook, unaangalia namba yetu iko pale kwa logo. Alafu una, unaingia una pale unatupikia ama unatutumia text kwa, kwa WhatsApp. Alafu pia mimi sisi tunapatikana Shinyalu eh, side ya Shinyalu pale Kakamega, eh, Shinyalu. So, ukiwa pale utatupata kwa njia rahisi, uliza tu Kanji TV ama tupikie simu kwa namba yetu ya simu ni 0705 tunafanya biashara pia, ukitaka tukufanyie advertisement pale kwa Facebook. Tunafanya juu tunajua kwamba sisi wote ni watu wa rika moja, tunatembea piki moja, even eh, kama huyu acting, tuna act na yeye pia so, nilikuwa nataka nimuulize vile watu huwa wana feel eh, like sasa, tuko na wewe, umenishika vile huwa unanishika hivi eh, huwa una feel aje? Si rahisi mtu kushika pwana yake hivyo, hmm? Yani hiyo, hmm. I don't feel like nothing, yeah. But if you get someone or find someone anashika maybe mwanamume wake hivyo au mwanamke wake hivyo, hmm. Unapata unashikwa na ile roho ya huruma yaani, yeah. Unasema tu ningelikuwa na uwezo ningeenda kumsaidia yeah. Lakini sina uwezo, hmm. Mm. Lakini if if it is is like if we act that is how we teach people yeah. Like venye watu wanafanya kwa hizi manyumba, mabibi wanasumbua wazee wao, wazee wanasumbua mabibi zao yeah. Yeah. Mm. So eh, mara ya kwanza chinzi tulikutana naye mara ya kwanza tukafanya content ya kwanza hiyo, content vile tumekuwa karibu ni eke, sasa ni post uh -huh. yeah? Ulikuwa unaonaje aposti ama asiposti ama ulikuwa unafil aje bwana yangu, aposti content tuko na yeye au ulikuwa unafil aje? You know you can feel shy because of what? yeah. Labda ulikuwa na ka boyfriend mali yeah. And ume act hiyo nini? mm. Like when you act inaguza watu wengi sana, unapata hata kama ni boyfriend yako yani yeah anaanza kukupigia anytime anytime, simu si anaanza kukuuliza oh, what is wrong what is the matter yeah, yeah. So hiyo content mara ya kwanza vile tulifanya na wewe huyo, mm -hmm. ni bwana na mimi ni eh, wewe ni mke mm -hmm. So, ya nilikuwa na karibu ni post ni sipost, wewe ulifile aje sasa hapo tu, sasa akili yako nikaanza ni sasa kukuambia sasa nataka kuipost, wewe ulikuwa unafile aje sasa kwa upande yako, ndani tu ya roho yako, sasa nataka tu kuweka mara ya kwanza, watu waanze kukuona kwa mara ya kwanza. Yeah. I was so very shy, nilikuwa naogopa because even my parents they knew that mm, mimi sipendi yani kuact hizi vitu kama hizi za ku zenye tuliact for the first time yeah. I was just singing mm, songs I was just dancing mm and not zile dance zozote tu za church na zingine za kimapenzi kidogo, but yeah, not da da dancing hizo za kimapenzi. I was just trying to dance making my body ikuwa yani active, so kwa yule mtu mwingine labda eh, alikuwa sasa anakuona kuona labda it is like acting only, wewe unaweza mwambia, wewe ni pipi uchaoleka ama we ni pipi ya mutu ama bado wewe, e, uko, wewe ni actor tu. Watu wengine wao wanachuuliza huyo e, ni dem tupe huyo dem nini, wengine wanapiga simu nini na nini. So mara ya kwanza sasa unaweza mwambia, e, wewe ni nani? Okay, for the first time wenye wako wananitambua au wenye walikuwa wako wananifahamu, I know most people wako nyumbani Shinyalu wapi na wapi.

Uh-huh. And some they are far away but kwa wale ambao wanajua I'm not married for now I'm married I'm acting at the same time I'm married at the same time I'm in my house uh-huh. Yeah. So it means you are a family man, I'm a family lady wewe yes. ni mtu wa familia yako mm. uh, apart from acting wewe ni mtu wa familia yako wewe unaona aje hiyo nyumba yako kwa saa hii? Penye umekaa paka penye umefika plus acting. Najua kiwa mtu wa familia, sasa inafaa unasema ukweli, eh. Nyumba wewe ni mara ya kwanza Yesu umeoleka. Nyumba ni nini? What is nawe what is, nyumba ni nini? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ah, nyumba, mm, nyumba. Siwezi fundisha mtu na wewe ujui ni nyumba ni nini? Unajua naweza waanza kufundisha mtu vile atakaa kwa nyumba nini, na nawe nyumba sasa. What is nyumba, yaani tuseme nyumba ni nini mm? Nyumba mm. ni ile you have to pass a lot uh -huh. Nyumba sikwenda tu kujikinga uh -huh. No. And even my life I have never sijaifikiria kitu kama hiyo uh -huh. Mi nilijua tu nikipanda mwanaume kuoleka, naolewa na uh -huh. nenda naishi uh -huh na nikiishi naishi hivyo 4G forever, kwa wale ambao wamuelewe, 4G forever if it is like acting like this mm. Nyumba ni kuvumiliana mm. na nyumba, the ones mmepatana mara ya kwanza lazima, for the first week, second week, one month, two month, mtasumbuana because of what, like me we didn't talk Atukuongea siku mingi. mm. ya yeah, w mm. tulingia tu kidogo hivi tu kidogo kidogo ivi. hey. mm. nandikakua kuolewa nandio nikajua nyumba mm. mm. so ukakuwa sasa muke ya yeah, nikakuwa eh? mke eh? Nikajichukua kuwa mke yes. Hata mm. angalau kuna vitu zilichangamoto, changamoto nilipitia mingi mingi, labda ulikuwa na ka boyfriend ipo. mm. Hawa, unakuwa confused mm. so kitambo kuja ushike nyumba, umekaa miezi mitatu minne mitano sita. mm. hapo ndio utajua sasa nyumba ni kusema nini, na unapata mm. kuna wale ambao wanakuja tu mwezi mmoja hiyo tabia yake, maybe tabia yako inakushi inamshinda, anaenda mm. Kuna mwingine labda tabia yake yeye wewe imekushinda, mm. Alafu anafanya nini? Anaenda, alafu you get, uko separate from that one, mm. yeah, hivo. So kwa saa hii unaona, ukienda wapi kwa saa hii? mm. for now I see I'm going far. Mm. yeah. So for the first time unaezambiaje mtu ambaye anakuona mtu ambaye ananiona? Kuna wasichana wengi sana wanasema nyumba, I'm just going to sign. No. mm. nyumba ni kuvumilia and these days, hakuna mwanaume hakuna mwanaume kabisa. mm. mkweli ukipata mwanaume mkweli ni bahati, ukipata mwanamke mkweli ni bahati na mkipatana wote, mna tabia mbaya, mnafunzananga polepole. Hakuna mm. siku utakuta mwanaume ako na tabia mzuri, we uko na tabia mzuri na muishi. Hapana, mm. mwanaume au labda mwanamke, mmoja wenu au nyinyi wote, mna tabia mbaya, mnajifunza, kila mtu anajifunza makosa ya mwenzie. Yaani ukiona mm. makosa yangu nanrekebisha mi nikiona makosa yako na kurekebisha, but we have those like me. For the first time sikuwa napenda kurekebishwa mm. yeah, so ukafika wakati sasa ya kurekebishwa sasa, ukaanza kurekebika polepole, ukaanza kurekebika polepole pole, mm. hadi hapa penye nimefikia. mm. life is hard but mm. if you could be hard it will not be hard mm. yeah. so guys, asante sana, asante sana, tumechukua taka zetu ishirini eh, kukuja kwa mbia With Kanji TV and with actor, eh. So bado tunawaletea vitu mob, tutakuwa tunafanya vitu zetu mob. Ilikuwa tu introduction kujuana, mjue sisi ni nani na Kanji ni nani. So asante sana, asante sana, asante sana tuendelee kufanya nini? Kushikana kama watu wa kawaida